Inatokana na mipango bora ambayo iliyowekwa katika ligi yetu ya Tanzania kuanzia bodi ya ligi TFF, klabu ya Yanga, na mfadhili wetu GSM na vile vile. Katika hili lazima uwapongeze Azam TV kwa kuwa ndio wanaonesha hizi mechi live. Ingekuwa ingekuwa ligi haioneshwi basi hata Ivory Coast wasingemwona Pacome kwa sababu hata kocha wa Ivory Coast hakuwahi kuja Tanzania kuja kumwona Pacome. Lakini kwamba Azam TV wanaonesha mechi live na Pacome kaonekana live basi lazima tuwapongeze Azam TV wazidi kuboresha wazidi kuitangaza mpira katika dunia mzima, basi na watu wote duniani wapate kufurahi. Na sisi kama wanayanga tunamwombea kwa Mungu, amweke katika hali ya ufiti mpaka muda wa kombe la dunia utopofika. Basi tutamwangalia Marekani, kwa kuwa hata mechi itakuwa muda mbaya, naamini Azam TV watakuwa live, tutaangalia. Kwa kweli kuhusu Pacome, nafurahia sana kupata mchezaji kama huyo kwa sababu tangia ianze ligi kuu ya Tanzania hajawahi mchezaji yoyote kushiriki kombe la dunia. Kwa hiyo najisikia furaha kubwa, na kwa watanzania wote, hususa kwa wanayanga, tuna furaha kubwa sana kwa kupata mchezaji kama Pacome ambaye anaiwakilisha ligi ya NBC hapa Tanzania. Kwanza tunajionea fahari kupata mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania atakayecheza kombe la dunia, maana hatujawahi kupata mtu wa namna hiyo wa kwanza ni Pacome Zouzoua. Kwa hiyo kama Yanga tunajisikia fahari, tunaona tuna mahala ambapo Mungu ameamua kutupeleka. Kwa kweli wana Yanga tuna furaha kubwa mno, tumepata mchezaji yaani wa kushiriki kombe la dunia anatokea kirabu ya Yanga ambaye ni Pacome Zouzoua. Bwana tuna furaha mno.